Ilikuwa ni robo finali tu. Mechi ilikuwa na pressure kubwa, lakini robo finali ilikuwa ni mechi ngumu sana na tulikuwa tuna mkwamo wa muda mrefu hapo kwenye robo finali. Kwa hiyo ilikuwa lazima eh, machozi ya furaha yanitiririke. Hii nusu finali niliamini tunavuka kwa sababu ya ubora wa timu yetu na maandalizi tuliyofanya tangu mechi ya kwanza, na niliwaambia watu kama iyosiwa niliwa watu waitoe wengi, walimlaumu sana Jean Shaleawa pale Zanzibar, lakini nikawaambia, goli hili hili la Jean Shaleawa ndilo ambalo litatupeleka fainali. Na kweli yena yena, nyama yuko fainali kwa goli la Jean Shaleawa. Tuna nini? Si zaidi ya kuringa tumjini hapa tumewafanya vibaya eh? Yes, ingekuwa ni fedheha kubwa sana si Simba kutolewa na timu ya aina hii, ni timu ambayo tunaimudu, ni timu ambayo e, tumezidi kila kitu, ni kwamba tunadaiwa nusu fainali na viongozi wa Simba. hii ni change. hii ni change. Hii ni change change tunarushia sasa na, sasa naam, yeah. yeah. tumeingia fainali tumelikuwa nilikuambia siku ile yeah. sio kuingia fainali hili tunalichukua, ndio mimi hapa nilipo ndio iwas a Super Cup na Mamelodi Qatar yeah. Mimi, Mimi niko mbali, ni Ni kweli kweli, kwa sifikiria ah, ya kwapa tu, Super Cup baba, yule tunajua namna ya kuishi naye ukweni. Ndio, maswali Ahmed, hebu hebu hebu tuambie namna ambavyo mmewapelekea pumzi ya moto kwa sababu kuna watu walikuwa walipost picha ya fainali wanalipita kombe kama na Agama TV. Afu wamevaa medali wengine wamezishikilia mkononi kama wakisema hii ndo haiwezekani kutokea. <laughs> Anacheka we mangungu, mtu chuma yule, ila gari yake ndo kuwaka shughuli, mtuchuma chuma yule waliwambia <laughs> hii ndo haiwezekani, walikuwa na posti na picha. Sisi tulikuwa tunajua hii siku itafika, na unajua kuna tofauti kati ya, ya mafanikio na maendeleo wengine wanapata mafanikio. Mafanikio ni kama, ni kama kupata hela ya kubeti. Unaweza kupata milioni kumi ya kubeti. Hayo ni mafanikio, sio maendeleo, na mtu wa namna hiyo hawezi kuendelea kwa sababu eh, kuya maintain hayo mafanikio hajui sababu imetokea tu kama zali la mentali hmm, mewe, eh, la Profesa J na na, na, na Vic kwenye zali la mentali nakumbuka hiyo. Sasa amka asubuhi, niko churi tena mapema, natoa mkeka sakafuni. Sasa hilo ndio zali la mentali. Unaweza yani, kafika finali kwa zali la mentali, lakini kwa Simba tumefika na ndio maana ni ngumu kurudia ah. Lakini kwa Simba tumefika fainali kwa sababu ya maendeleo. Timu yetu ilikuwa inapiga hatua moja kila siku kwenda mbele kwao. Tukawaambia wana Simba, nyi wala msiwe na wasiwasi, tutaishia hapa hapa robo fainali. Mimi naongea na chat, wewe unarekodi vipi? Rafiki yako jadu huyo Weka simu pembeni, unasikiliza naongea. Hey, utanipiga picha ya pembeni hapa, mimi niko finali bana. Mbona mbona nieimja hata kutoa, kama unalia wakati unafurahia amekosea eh. Eh hey. Hey, concentrate na mimi, niko finali baba, umeona bana kwa hmm. Hiyo so, sisi haya ni maendeleo, robo finali, robo robo, lakini tulijua iko siku moja tutatusua mpaka finali. Na sisi Simba sasa hatuiwazi finali tu, tunawaza nini? Tunawaza super cup na mamelodi sundowns hata sisi tunaona mbali wewe sisi tunaona mbali baba Semaji, kuna kipindi eh, boss boss eh, Mohamed Deuji alisema nautaka nga wa Afrika haijalishi ni nini, lakini ubingwa wa Afrika watu wengi walikuwa anamwona kama waajabu. Umeelewa? Eh, wewe kama Semaji unalipi la kumwambia boss lakini kuambia wana Simba kuhusiana na hii ndoto ya Simba, ni ndoto ya mwaka elfu mbili na tatu ya Mohamed Deuji uh, Mohamed Deuji wakati tunawatoa Zamalek mwaka elfu mbili na tatu akasema sawa, tumewatoa Zamalek lakini, kuchukua ubingwa wa Afrika, kuna vitu tunapaswa kufanya, ikiwemo masuala mazima ya uwekezaji na ikiwemo masuala mazima ya kununua wachezaji wenye viwango vizuri na hiyo ndoto tangu mwaka elfu mbili na tatu sasa inakwenda inakwenda kukamilika, inakwenda kutimia, na ndoto ya Mohamed Deuji bado haiishi hapa. Ndoto yake ni kuifanya Simba kuwa klabu namba moja barani Afrika. Wakati anasema haya, kila mmoja alimwona, kila kila kama zimepungua ee, nwenye kubeza wakabeza, huyu naye u naye lakini alikuwa anajua gani anakisema na nini anapaswa kufanya. Leo hii baada ya kuiuta ndoto mwaka elfu tatu akaanza kuifanyia kazi na elfu, baada ya kuidhamini, baada ya kuwekeza ndani ya Simba, leo hii Simba anakwenda kucheza fainali, bado malengo hayajatimia na sisi ambao tuko chini yake, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambania malengo ya bosi wetu. unawaambia nini Watanzania na wana wana Simba waliokuwepo huko yapoti? Patakuwa patoshi, unajua waje waipokee Simba yao, na sababu ya kujivunia hii hii hii rekodi, kwa sababu tumeisubiri kwa muda mrefu. Kwanza kuweka kumbukumbu sawa sawa, hii ni fainali yetu ya pili sisi Simba Sports Club baada ya 93 ile baada ya 93 hii ni fainali yetu ya pili sasa. Ukiangalia hapo ni miaka mingi imepita. Uh, tuna kila sababu ya ku ya, ya feel proud na historia hii, na tuna kila sababu kujivumia sawa sawa, historia hii, na lazima tuwaumize watu roho baba. Tuwa baba, lazima tuwaumize watu roho baba, lazima iwaume, lazima iwaume, lazima dunia ijue Simba yuko fainali na wanaumia vibaya mno. Waswahili wanasema kama inauma chomoa, semaji, semaji, kuna watu leo ah

Mbuzi tunao, na wazee wafupi, tuna kila kitu. Baba ada si mwanani Mheshimiwa rais? Hatujaacha kitu, tuna kila kitu. Shukrani. Sasa.